Basi kipindi hiki sasa nitafundisha masomo mawili maf mafupi kwa wakati mmoja, alafu tutaendelea. Kwa hiyo siku ya leo nitafundisha somo nalosema hotuba. Ninaandikieni kanisa, mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu ameniambia niandike, nimepewa na wapeni nanyi, wapeni wengine. Roho Mtakatifu anasema, watu wamekaa pale sasa, wanasikiliza hotuba yako. Unasikia ndugu, karibu utoe hotuba yako sasa, unaanza. Unaanza wapi? Utaanza na salamu kwanza. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Wanawake kwa wanaume. Kuweni na amani. Nipo mbele yenu leo kuzungumza mambo machache. Kwa sababu nimekuja mbele yenu ili niwaone, nitembee katika ulinzi wa Mungu. Unasema, ndugu zangu nipo hapa, na kutakieni heri za, heri za baraka za Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Unaendelea kusema vitu katika hali nzuri, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo, hiyo ni hotuba. Ujumbe huu manake umetolewa na Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu akubariki.